Na sasa ukikutana na wahariri na waandishi wa habari, usiulizwe maswali basi, huko wenzetu watatubadilisha kundi kututoa kwenye kundi la uandishi wa habari, kundi la uhariri na kutuweka kwenye kundi jingine nitaomba kwa ridhaa yako tuwe na maswali machache, lakini niombe hata mimi nianze na swali moja mawili hivi ambayo yanasumbua sana huko mtaani, kwamba kwa nini tumefika hapa kama nchi? Tumefika hapa kama nchi, wanavyosema vijana, jambo kubwa, watu kutekwa, watu kupotea na watu kuuawa, miili yao isipatikane. Yaani, kwa mfano unakuta mtu anakwenda polisi, maelezo anayoyatoa alafu baadaye ndugu zake wanakwenda polisi, wanamwambia kwamba huyu mtu hajawahi kufika, wakati jana yake wameleta chakula, akikapokelewa akala. Kwa hiyo sasa, hili serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba watu hawataendelea kutekwa, watu hawataendelea kupotea na watanzania watakuwa na amani, akimwona polisi amkimbilie? Kwa sababu tukiwa huko ugenini, ukikutana na askari polisi ndio unayemuuliza njia lakini sisi hapa kwetu mtu akimwona polisi anaanza kujikagua, na bangi nimefanyaje, yaani, wakati mwingine unaweza ukawa una bangi, lakini mpaka unafika kituo cha polisi tayari una bangi misokoto mitano kwenye mfuko. Kwa kwahiyo sasa tunabadilishaje hii sura ili kuhakikisha jeshi la polisi na kama wapo watu wanaoteka, la waka, waka wakashughulikiwa. La pili, uchaguzi hii ni sehemu ambayo imeleta machafuko makubwa sana Chadema kwa sababu hii ni nchi ya Watanzania, umesema ni nchi yetu yote. Walikuwa wanasema no reforms no elections, lakini kwa upande wa pili pia inasemekana hata baadhi ya, ya reforms zilizofanyika hawajawahi kuzikiri sehemu yoyote. Kwa mfano wakurugenzi kutosimamia uchaguzi, mgombea binafsi, mgombea kupita bila kupingwa, e, kuunda tume huru ya taifa ya uchaguzi kuunda sheria mpya ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Sasa kama serikali ni kweli hamjawahi kufanya reforms na ndio maana hawakushiriki uchaguzi, hilo hilo unaweza ukatusaidia. Mwisho, kuna debate kwa, kwangu mimi kuna debate inayozunguka sana kwamba katika maandamano umesema sio maandamano. Kwa kweli, ukiangalia uharibifu uliofanyika, maana maandamano unakuwa na bango lako, unafikisha ujumbe sehemu, unapokelewa. Sasa haya maandamano ambayo vituo mia sita plus vinachomwa, magari, pikipiki, yamebadilika jina na position ya kutoka kwenye maandamano, pengine kwenda kwenye kitu kingine ambacho sijakifahamu. Lakini kuna debate kwamba ni watu wangapi wamefariki, maana Al Jazeera wanatuambia mia saba. Unakwenda, kuna taasisi nyingine zinasema watu elfu kumi, wengine wanasema kumi. Kwa hiyo sasa, ili tuwe kwenye perspective, iwapo kuna takwimu za watu wangapi waliouawa au waliokufa. Maana wakati mwingine Dr Shaba aliwahi kutoa nani, postmortem kwamba mtu alishtakiwa kwa kumgonga mtu. Sasa mheshimiwa, kwa kwa waziri mkuu, kwa unyenyekevu na shukrani nyingi, hayo ya kwangu yalikuwa ni matatu. Niombe uturuhusu hata wengine wenzangu tuulize kwa raundi moja tu, tukimaliza tu tukimaliza tuendelee, nadhani na tusizidi wazungumzaji wa tano, si ndio? Na nitataja majina halafu tutafanya jinsia. Jesse, Mzee Salim, usinishawishi kwa sababu umekaa <laughs> ha, haya ha, Mzee Salim nimeambiwa ni amidi tausi, eh, eh, Kikeke. Ah, mbona napata changamoto haya, tutamalizia na Meena kwa raundi hii. Ah, Mheshimiwa waziri mkuu ni Esther ni Ilda, maana nimenasikia Ilda, basi Esther. Sasa naomba ah, kuna moja, sinia sinia sana, Mama Eda Sanga nitakuwa sijatenda haki tukimruka Mama Eda Sanga na nadhani ndiye aanze, alafu wengine tutakwenda kwa vile tulivyotaja. Eh, Jesse, umepoteza Mama Eda Sanga, ni sini ya kwako, pole. Asante sana mwenyekiti wangu Balile, Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu linaendana na haya haya ambayo tumeyazungumza ambayo kwa kweli yameigharimu sana Tanzania ambayo baadhi yetu tumeikulia hapa tumeipenda tumekuwa kama tumekuwa kama kioo cha taifa hili, yalipotokea haya yaliyotokea tarehe ishirini na tisa, kuna baadhi yetu ambayo tuliona kwamba hiki kitu hakiwezi kufanyika, hakiwezi kutokea Tanzania. Tuliamini hivyo, tulikuwa na imani hiyo. Sasa yametokea na kuna madhara makubwa sana ambayo yamefanyika kwa jamii. Mimi hofu yangu ni je, tumejiandaa vipi baada ya yale mabomu baada ya kukaa nyumbani karibu siku tatu nne, hatuwezi kutoka. Pamoja na kwamba baadhi yetu tulikuwa na wagonjwa, tunahangaika namna gani, utakwenda hospitali utapataje dawa na vitu kama hivyo, lakini ilibidi tukae ndani. Kwa hiyo ule msongo tuliokuwa nao, mabomu yale, uh, kuona katika uh, vyombo vya habari, watu wanakufa, imetuathiri kisaikolojia tulio wengi imetuathiri kweli kweli, wakubwa wadogo, wanaume wanawake, wote. Sasa serikali imejiandaa vipi kwa ajili ya psychological healing baada ya haya mambo, kwa sababu bila psychological healing hatutakuwa Tanzania wale wale ambao tulikuwa tunajitambua. Asante, asante Mama Heda Sanga. Twende kwa Jesse Kwayu na nimedokezwa hapa kwamba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 yale tungezua yasingefika pale. Sasa, sasa hivi unafikio sikiliza? Kwa sababu hata mapendekezo ya tume ya haki jinai hamjayafanyia kazi mpaka leo, mnasikiliza? Suala la kwanza hilo. Swali la pili, inajaziliza pale posembalile hapa umekuwa very eloquent kutueleza madhara ya yaliyotokea 29 Disemba, vituo vilivyoharibiwa, Oktoba ishir Oktoba 29, vituo vilivyoharibiwa, nyumba, magari, mpaka pikipiki. Kwa nini kigumizi kutuambia waliokufa? Mnaficha nini? kwa sababu waliokota maiti naendelea, samahani mwenyekiti, waliokota maiti ni polisi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 Asante mena, lakini wakati mwingine maneno u, u, yeah, ili neno kutufanyaje, hilo sijalisikia <laughs> Eh, twende kwa Zeramula Abdallah Majura. Nauona mkono wako lakini haukuwa kwenye orodha, na kwa hiyo kufanya hivi haigeuki rushwa ya kunani. Asante mwenyekiti, asante sana Waziri Mkuu. Jina langu ni Esther Amandusi Zeramula kutoka Channel 10 Mheshimiwa waziri lakini ufahamu kwamba mimi pia ni waziri wa habari na mawasiliano ngazi ya taifa wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu huria cha Tanzania e, maswali madogo mawili tu swali la kwanza misukosuko ya kisiasa ina athari za kiuchumi serikali imechukua hatua gani za haraka ili kurejesha kujiamini kwa wawekezaji pamoja na wananchi na swali la pili dogo ni ujumbe gani ungependa kuwapatia wananchi ambao wana wasiwasi kuhusu mustakabali wa demokrasia uchumi, pamoja na umoja wa taifa? Asante. Asante, naomba tuende kwa Salim Kikeke. Kuna kanuni ya kutovunja uaminifu katika ambacho umekitaja mwanzo. Kwa hiyo sasa tukiinua mkono tukasema tuvunje baadaye tarani. Karibu Salim. Asante mwenyekiti Asante. Sasa tunakuja kwa mzee Salim Saidi Salim. Wakati wanaleta, kama una swali ambalo ni very burning uandike, alafu ukiandika, hata bungeni tunaona kwamba yuko hapa na hapa ameshasimama, usio na wasiwasi. Asante kwanza Shekabudi alikuwa nakutapala, naomba radhi kwamba leo tena iwe mwisho kukutoi kukunyima byline ilikuwa natekeleza wajibu wangu na masuala machache tu. Kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umezungumza sana habari ya katiba na sheria, lakini utaona hapa kwetu polisi sheria inasema masaa 48 wanaweka watu kama wanafuga kuku, na ndio maana utaona hata kuna kesi za habeas corpus. Je, ufikiri wakati umefika kama waziri mkuu kuchukua hatua kwa kila polisi anayefanya hivyo naye kuwekwa ndani ili akapata naye joto ajiwe ili wajue shida ya kuweka watu kama kuku ndani. Jingine, mahakama, nchi yoyote ile ya wenye utawala wa sheria inaheshimu mahakama. La sio hivyo itabidi kila mmoja wa hakimu. Sisi hapa kwa nini maamuzi ya mahakama kama Afrika, ya mahakama ya Afrika Mashariki tena tunaona fahari kukwetu ya mahakama ya Afrika kama ya Kenya, independent candidate hatu si heshima. Na mwisho, ambalo nataka pia nizungumzie ni kwamba katika nchi, kauli mbaya ndizo zinojenga chuki uhasama. Tumesikia hapa tena wengine wasomi, nitawataja ntawataja, tumesionea taabu, bao la mkono mtu anataka kufunga hii inapoteza watu imani katika utawala wa demokrasi. Tumemsikia Bashiru tena kwa waandishi wa habari, anasema chama tawala kina haki ya kutumia nguvu za dola ili kubakia madarakani. Zanzibar tumesikia kule, ndio nadi... Nauliza, we ulitoa maelezo kwamba <imitra> kufunga uh, kuhu, kuhu, kuiba kura kwa CCM ni halali, sasa hufikiri kuka, serikali kuke, kukalia kimya kauli kama hizi bila kulani nayo inawafanya wananchi kutokuwa na imani na serikali yao? Asante. Asante sana Mzee Salim, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tuna tulisema tuulize maswali kutoka kwa watu watano. Bahati nzuri ukaru